Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mkuu wa Mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko, ameitaka jamii kurejea kwenye misingi ya malezi bora ya watoto na vijana, akieleza kuwa jamii ya sasa imezembea katika kuwalea watoto kwa maadili, ujasiri na uwajibikaji. Mrindoko amesema wa hayo wakati wa misa maalum ya kuombea amani iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA katika Kanisa la Kristu Mfalme parokia ya Kanoge, halmashauri ya wilaya ya Nsimbo. Katika hotuba yake, Mrindoko ameonyesha kusikitishwa na namna baadhi ya wazazi na walezi walivyopoteza mwelekeo wa malezi ya kizazi kipya akisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye maadili mema na mafundisho ya msingi ambayo yamejenga jamii imara kwa miaka mingi. Tumelelewa katika kufanya kazi, tumelelewa katika kufundishwa namna ya kuishi na watu wote, tumelelewa katika namna ya kuweza kujitegemea tutakapokuwa watu wazima, lakini hilo tunalisahau kidogo kwa sasa hivi. Sasa hivi sasa tumekuwa wazazi au labda tumekuwa mabibi mababu, tumekuwa washangazi, tumekuwa mjomba, baba mdogo, mama mdogo, tumelegeza sana kwenye malezi. Niombe, hebu turejee kwenye wajibu wetu, vile ambavyo sisi wa umri wakati tulifundishwa na tunaweza kujimudu, tuhakikishe watoto wetu na vijana wetu wanajimudu kimaisha. Mtoto mwingine anakunywa chai kikombe kinabaki pale pale, anashika simu, TV, rimoti, nini si kompyuta na vitu gani inategemewa mtu fulani aje afanye, na sisi saa nyingine, hasa wakina mama, mtoto anafanya hivyo, unakuja kutoa wewe vyombo mezani ambayo mtoto amekula amekuachia pale, unatoa hatuwafundishi, na wala huo sio upendo. Naomba tubadilike, tuwafundishe maisha, tuwafundishe kujitegemea, tuwafundishe kuwajibika katika familia zao na kuwajibika kwa taifa. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumeponya sana, lakini tukiendelea hivi tulivyo tukaendekeza masuala ambayo siyo tamaduni zetu za ndani ya nchi yetu, tukaendelea kuwalea kama mayai, tunatengeneza jambo baya sana. Aidha, amesisitiza suala la upendo, amani na mshikamano kwa wananchi wote pasipo kujali dini, itikadi wala makabila, huku waamini wa dini mbalimbali wakiunga mkono suala hilo kwa kuahidi kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa upendo na mshikamano ndani ya familia zetu, ndani ya wapendwa wetu, tumechanganyika kabisa. Katika hali kama hiyo, nikiwa mfano mimi mwenyewe hapa mnavyoniona, mimi Muislamu, na tumeambiwa na Baba Padri hapa kama fanya jukumu lilopewa, lakini jua kuna wenzako wengine katika madhehebu mengine. Mimi hapa Muislamu, lakini na baba wangu mdogo kabisa ambaye ni padri wa kanisa Katoliki hapo, vipi? Kwa hiyo ndugu zangu, ukitazama mzunguko huo tunaoishi ili siku moja e, Muislamu aambiwe Mkristo sio ndugu yako, au Mkristo aambiwe Muislamu sio ndugu yako, namfanyie kitu kibaya? Si unataka kumfanyia ndugu yako. Kwa hiyo tusikubali sisi kama Watanzania, tuna historia nzuri duniani kwa kabila, hatuna ubaguzi wa dini, hatuna ubaguzi wa aina yoyote. Tusikubali kuona mtu yeyote anataka kutuletea habari zinazohusu kubaguana, badala yake tushikamane, tupendane, sisi wote ni Watanzania na Tanzania ndiyo kwetu, hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia endapo tutachafua hali ya hewa ya Tanzania. Kwa hiyo Mtume Paulo katika somo hili anawaasa hawa wa Korinto kuwa, kwa kuwa wote wanafanya kazi ya mwili mmoja wakiwezeshwa na Roho mmoja, wasijibague wala kuoneana wivu badala yake wategemeane na kusaidiana wakitumia karama walizojaliwa. Kwa namna hiyo wataujenga mwili ambao ni mwili uliokuwekwa na Muumba wa wote aliye tuumba sote, ni Mungu ambaye wote tunamwamini. Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, waamini wa dini ya Kiislamu, waamini wa, wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo pamoja na waamini wa kanisa Katoliki waliokusanyika kwa ajili ya kuliombea amani taifa kuelekea uchaguzi na mustakabali wa maendeleo ya mkoa wa Katavi. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba. Wewe ni wa walimwengu wote, wewe ni wa huruma, tunakuomba kwa baraka zako na neema zako, tunakuomba umlinde rais wetu, umpe afya na kama unaona hawezi basi mpelekee hata kwenye ndoto, achue wanayoleta wote ni sokoro kuinywa aweze kuviziba yaradi. Tunakuomba utujalie sisi kina mama tuweze kuwa ni watu wa kufikisha mema katika jamii zetu. Mwenyezi Mungu tujalie ndimi zilizonyoka katika jamii yaradi. Tunakuomba utuepushe na madhara yote atakayeweza kutokea wakati wa uchaguzi. e, Mwenyezi Mungu tunakuomba utupatie baraka nyingi navii nyingi, wakati wa uchaguzi, ndani ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, basi wasiweze kutokea wale ambao wana na moyo wa husuda. Tunakuja mbele zako sana wakati kama huu, tukilia, tukiwaleta wagonjwa wote walioko mahospitali na walioko manyumbani. Tazama mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, hakuna mwingine zaidi yako anaweza kufanya uponyaji, anaweza kuwaponya